Karibu sana uketi hapa tafadhali, kamanda, tafadhali karibu sana asante. Sana na maiki yako kiongozi, hii hapa okay, asante sana mtazamaji, kama ni kwanza unajiunga pamoja na sisi, matangazo haya ni ya moja kwa moja kutoka hapa uh, Ubungo Plaza ni kongamano la kitaifa dhidi ya matukio ya kupotea kwa raia nchini Tanzania, kupotea na kupotezwa kwa raia nchini Tanzania, na haya ni mahojiano maalum kabisa na kamanda wa polisi eh, eh, kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Muliro, Jumanne Muliro. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia Wakili TV pamoja na Watetezi TV ambao eh, wako mubashara kabisa. Mimi ni Chifo Demba ambaye nitaongoza mjadala huu kwa takriban dakika eh, kumi na tano na moja kwa moja naomba sasa tuweze kuanza mahojiano yetu. Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Jumanne Muliro, habari za wakati huu? Uh, habari ni nzuri. Ndio. Na njema. Ndio. Kama unavyoona tuko kwenye ukumbi, tuko salama. Nashukuru sana. Karibu sana na moja kwa moja ni ruhusu tuweze kuanza mazungumzo. Yesu. Kamanda Muliro, Jumanne Muliro. Haki ya kwanza ya Tanzania ni haki ya kuishi. Kwa nini watu wanapotea hususan katika mkoa huu wa Dar es Salaam kazi imekushinda karibu sana uh, asante sana uh, rais wa TLS ukifuatilia ile hotuba yake ya ufunguzi alizungumzia swala la section 4 na sitaki kuirudia tafsiri yake mambo gani yanaelezeka pale. Sasa mimi, wakati yanazungumzia ya section 4, mimi nakuja na section 5 subsection 2 ya Tanzania Police Force and Auxiliary Service Act. Kwa hiyo majibu ya swali lako yapo kwenye section 5, kwamba kwa nini watu wanapotea. Um, moja ya jukumu la jeshi la polisi kujibu swali hilo ni kuhakikisha kwanza usalama unakuwepo kwa watu, yani watu wanakuwepo, watu wanaishi, watu wanafanya shughuli zao kwa mujibu wa katiba. Na kama ikitokea, ndio jukumu sasa lile ambalo liko kwenye section 5 subsection 2 ya Tanzania Police Force and Auxiliary Service Act inakuja sasa kwamba ikitokea wamepotea, jukumu letu la msingi liko kwenye section hiyo ni kuanza kujua kwa nini wamepotea, wako wapi Sababu zipi zimefanya wapotee. Kwa hiyo jukumu la kiuchunguzi la kiupelelezi, kama ambavyo umesikia baadhi ya wanazuoni wakieleza, mahakama ilivyoeleza, wakati wakienda kuuliza swali kama hilo, basi jukumu letu pale ndio linakuja. Umeeleza majukumu yako vizuri sana, kamanda Jumanne Murilo. Kuna vijana na viongozi wa Chadema Deus Soka na wenzake wamepotea, naelekea miezi miwili sasa tangu wapotee, na umekiri ya kwamba jukumu lenu kubwa ni kuhakikisha ya kwamba wale wote waliopotea, eh, mnajua ni kwa nini wamepotea na wako wapi. Nami nakuuliza, wako wapi wakina Deus Soka? Kwanza nasikitika kwamba wewe umeshika, e, watu wachache, e, Deus Soka na baadhi ya wachache ambao wametajwa, lakini jeshi la polisi kama taasisi kwanza linakiri kutokea kwa aina hii ya matukio ya watu kupotea, lakini watu kudaiwa kutekwa na zipo sababu mbalimbali mbali ambazo sisi kiuchunguzi tumekuwa tukizi tukikutana nazo ambazo zinasababisha matukio haya baadhi yake kutokea. Kwa hiyo wewe, wakati unataja hao wachache, jeshi la polisi mimi, kwa, kwa rekodi nizo nazo, imeshafanya mafanikio chanya na mengine hasi katika ufuatiliaji wa aina ya matukio kama haya. Kama si hao tu... nataka kukueleza zaidi ya watu 37 ambao wamekumbwa na kadhia hii kuanzia mwaka elfu mbili na elfu mbili na kumi na nane tumeshapata majibu yake. Baadhi ya watuhumiwa walikamatwa wakapelekwa mahakamani, lakini baadhi ya watu waliodaiwa kutekwa na wengine kupotea tuliokuta wamekufa na tulipata sababu zilizosababisha wao kufa au kupotea ambazo mara kadhaa tumekuwa tukizitolea majibu kupitia vyombo vya habari mbalimbali. Kwa nini ambao wana, wanapotea ni wale ambao wanapotea ama kutekwa ni wale ambao wanaonekana eh, kukinzana na, na, na, na, na, na serikali na kwa nini wanaopotea zaidi ni wa upinzani? Uh, sisi wachunguzi wa mambo wa hayo kwanza, hatukubaliani na huo mtizamo, kwa sababu baadhi ya watu mimi nimefuatilia, nime, nime, nime, nime, nime, nime, nime katika uchunguzi visa kama arobaini, thelathini na saba. Sio, sio wachadema kama watu wanavyosema, ni wa vyama mbalimbali, wamepotea vyama mbalimbali mbali, wame wametekwa lakini, kwenye uchunguzi hata ukianza kumhoji kwenye mahojiano ukienda mbali, unakuta sio wa Chadema au wa CCM au wa ACT Wazalendo, unaweza ukakuta yuko kwenye vyama tofauti tofauti, lakini amekutwa na kadhia hii. Ndio maana mimi ninazo baadhi ya sababu zaidi ya nane ambazo zinasababisha kutokea kwa aina hii ya matukio, wakati tunavyochunguza na kukutana na mambo hayo. Na ndio maana kwa nafasi moja au nyingine, mwalimu wangu yuko hapa uh, atakumbuka baadhi ya masuala ya kiuchunguzi, yanatakiwa kabla hayajafanywa uchunguzi tusi prejudice, tusiyahukumu, tusi tusi tusiyafanyie hukumu kabla hayajachunguzwa, kwa sababu unaweza kukuta sababu za matukio yale tofauti na jinsi ambavyo unaelezea, na ninazo kesi hapa ambazo naweza nikazieleza. Unakiri ya kwamba eh, matukio ya utekaji yapo, kama ambavyo umekiri ya kwamba jeshi la polisi vile vile mna, mnakiri matukio haya yanayoendelea katika kanda yako, wewe kama kamanda, na unakiri ya kwamba matukio ya utekaji yapo, hivyo tuseme ya kwamba umeshindwa kulinda kanda yako na umeshindwa kupambana na wahalifu na watekaji ambao wanateka ra raia katika kanda yako. Um, kwa wale ambao wamesoma taaluma ya kiuchunguzi, somo la upelelezi ni somo ambalo liko tofauti kabisa na jinsi watu wanavyofikiri, hasa ukitaka kupeleleza kwa kufuata misingi ya haki, usionee mtu, usibambikize kesi. Ukifanya upelelezi kwa pressure, unaweza kujikuta unabambikiza kesi au watu kwa ajili ya kuridhisha watu. Investigation, kwa kifupi sana, sio kama zile hesabu za kidato cha pili. A, kwa baadhi ya kesi ambazo hazijafika mwisho, siwezi kukupa majibu mm. kama nilivyorejea pale mm. lakini kwa kesi ambazo tumekwisha zipata, kwenye baadhi ya kesi ambazo ziliripotiwa watu kutekwa na watu kupotea ambazo ninazo zaidi ya kesi kama thelathini na saba, nimepata sababu mbalimbali kama mbali, mm. na watu hao kujulikana. Kwa mfano mm. baadhi ya kesi baadhi ya kesi ambazo tumekutana nazo, umekuta ni kesi ambazo mtu anafanya anamlipiza analipiza kisasi kwa mtu hmm. eh, anamchukua, labda wanadaiana kwa kiwango kikubwa, amefanya dhuluma, anamchukua, anampoteza na wakati mwingine hata anamuua. Lakini ripoti tunazozipata kutoka kwa familia ni kwamba mtu huyo katekwa na amepotezwa, na wakati mwingine kama walivyosema baadhi ya wanazuoni, watu wale ambao ni wahalifu kama wahalifu wengine wanakwenda wanajitambulisha kwa kutumia nafasi ya vyombo vya dola na watu wanabaki na rekodi ile kwamba waliochukuliwa ni vyombo vya dola, lakini mwisho tunapokuwa tumewakamata unakuta ni watu ambao ni tofauti kabisa na taasisi zetu, na tumewapeleka mahakamani na mashauri yanaendelea. Hiyo ni moja ya sababu, lakini zipo sababu zingine. Kwa mfano, inapotokea kama wanawake wanatekwa, tunazo kesi za wanawake kutekwa, ukiacha na kesi zenye mtizamo wa kisiasa wanawake wametekwa, wamepotezwa, lakini baadaye tumekuta wamekufa. Unakuta ni grievances, mtu ana hasira anamuua mtu halafu anaripoti kwamba naye amepotea, na, na tunashughulikia kama taarifa za mtu kupotea, lakini mwisho wa mashauri tunagundua kabisa kwamba yalikuwa maswala ambayo ni ya ndani ya hasira au ya, mad ya, ya madai watu wanadhulumiana halafu baadaye anakuja anafanya mauaji. Hizo ni baadhi ya cases mm. Lakini pia tunazo cases unaweza ukakumbuka kule Songea, lakini hata Njombe baadhi ya wafanyabiashara ambao baadhi yao ni wanachama wa hiki chama wanachokielezea eh? Walipotea, lakini tulikuja kubaini kwamba masuala ya kishirikina yaliingia katikati, wale watu wakapatikana wakashughulikiwa kwa mujibu wa sheria, lakini tukaweza kwenda mbele zaidi Nikiri, hmm. Kwa hiyo ni kiri utekaji hupo, kesi zipo na ripoti zipo, na hawa wote wa wanaotajwa wana, kama umefuatilia kesi ile ya mahakama kuu pale na maelekezo ya mheshimiwa jaji, ameelekeza masuala ya msingi ambayo yanapaswa kufanya na jeshi la polisi kama chombo cha umma kuhakikisha kwamba watu wanakuwa salama, wanapatikana na haki zingine ziweze zinaendelea kwenye matukio haya. Kwa kiwango kikubwa, lawama nyingi zimeenda kwa jeshi la polisi, na matukio haya yamehusishwa na jeshi la polisi kwa kiwango kikubwa. Mfano, tukio la kutekwa na kuuawa mzee Kibao, watu ambao walijitambulisha ya kwamba ni maskari wa jeshi la polisi wakiwa na silaha walimshusha kwenye basi, na mzee Kibao akakutwa hakiwa amekufa na hawa watu ambao wana polisi mnasema mhusiki. Je, hawa watu ambao wanajitambulisha kwamba ni maafisa wa jeshi la polisi na wako na silaha kunzito, hii inamaanisha inamaanisha kwamba hata jeshi la polisi ninyi wenyewe meshindwa kudhibiti watu ambao mnasema sio maskari wa jeshi lenu. Kwanza ni kurejeshe kwenye sheria zetu. E, naona unashangaa na watu kwenda na kujitambulisha kwamba wao ni polisi, lakini mara kadhaa tumekamata baadhi ya watu ambao wanajifanya ni askari polisi, na sheria iko wazi. Watu wanajipersonate, watu wanajifanya ni askari polisi, wapo watu wanajifanya maafisa wa TRA, watu wapo wanajifanya maafisa wa usalama, wapo watu wanajifanya maafisa wa uhamiaji. Mara kadhaa hiyo ni aina ya makosa ambayo pia yamo kwenye jamii yetu, na huwa tunawakamata. Kwa hiyo kusema kwamba wale ni polisi Kabla ya uchunguzi haujafika mwisho, mimi nadhani tusijenge utamaduni utamaduni huo tume hawa ili kundi kubwa ni la watu wa ambao wana taaluma ya sheria. Tujenge tabia ya kuheshimu mamlaka za kiuchunguzi ili zifanye kazi katika kuitafuta haki. Tunaweza tukajikuta kabisa tuna victimize watu ambao ni innocent, halafu baadaye tukaja kupata majuto. Ninayo unreported cases An nazo -reported cases katika mashauri ya kiuchunguzi. Kwa mfano, kama mnakumbuka, mwaka 2013 pale Arusha, pale Arusha kuna wakati wa, wa vikao vya kampeni ya chama fulani cha siasa, lilipigwa bomu pale, bomu kubwa, na wakati huo askari polisi walikuwa wanafanya ulinzi eneo lile, bomu lile liliua watu wanne na watu zaidi ya sitini walipata majeraha makubwa sana. Nakumbuka kabla ya uchunguzi, taasisi mbalimbali zilipiga makelele na wakavictimize jeshi la polisi kwamba limehusika na bomu lile, na wakamention kabisa specifically, nakumbuka mkaguzi mmoja wa polisi kwamba yeye ndio amefanya tukio lile, wali prejudice proceedings hazijafanyika lakini uchunguzi ulifanyika ukareveal kitu tofauti kabisa, na ni kipindi kile ndio, kama mnakumbuka, viashiria vya masuala ya kigaidi viliingia kwenye nchi yetu. Baada ya kuchunguza, walikamatwa watu wanne na miongoni mwao walionekana kabisa wameshafanya mafunzo, baadhi ya mafunzo ya kigaidi, wamerudi na wakawa na mitizamo ya kiitikadi ya ki against kile chama wakikituhumu kwamba ni chama cha Kikristo kwamba kinafanya mambo ya Kikristu na walitaka wafanye madhara wale viongozi wale. Watu walikamatwa, walifikishwa mahakamani na walipatikana na hatia, lakini yule inspector yule alikuwa victimized kwamba amefanya yeye, na baadhi ya wanataaluma na social media zilimvictimize, zikasema yeye ndiyo amefanya tukio lile, lakini it was quite different, na tulitoka pale tukajua mambo mengi kuhusiana na viashiria vya kigaidi kama ambavyo tunaona kwenye baadhi ya nchi Boko Haram wanavyofanya na maeneo mengine mm. kwa hiyo likitokea tukio, miongoni mwa vitu ambavyo nashauri kama wanazuoni, wana taaluma wa masuala ya kisheria mm. tujenge tabia ya kuviamini vyombo vya kiuchunguzi, na haiwezekani tukaenda kwa system kila jambo tume mm. nyie wote mnakumbukumbu kuna kipindi serikali ya awamu fulani kila jambo ilikuwa ni tume. Kwa hiyo ilikuwa kama miradi ya, seri, miradi ya watu kula, kula pesa tena ikapigwa kelele. Hivyo, serikali hiyo ilifanya makosa. Kwa hiyo, lazima tuamini vyombo. Hivi vyombo vipo kisheria vifanye kazi, lakini ikitokea kwamba jambo halijaenda sawa sawa, tutumie mifumo kama baba ameitumia rais wa TLC. Watu kuongea ni haki zao, kutoa opinions ni haki zao, kutoa comments ni haki zao, recommendations ni haki zao, lakini haiwezekani kila chombo kilichoundwa kisheria tukakikataa na kuamini kwamba shughuli zitaenda kwa tume mmoja. Kati ya wahanga wa masuala ya utekaji, ndugu Sativa ametoka kueleza namna eh, ambavyo suala la utekaji wake ulivyokuwa, na ametaja specifically eh, polisi kuhusika, na akasema alipelekwa katika kituo cha polisi Oysterbay na akamtaja na muhusika eh, wewe kama kamanda mkuu wa polisi hapa Dar es Salaam ulikuwa awea na utekaji wa Sativa na mpaka sasa mmeshabaini ya kuwa nani aliyohusika na huyu askari ambaye anamtaja, ni hatua gani mliyomchukulia mpaka sasa? Nchi hii, nchi hii, nchi hii inaongozwa kwa kufuata misingi ya utawala wa sheria, wote tunatambua hilo. Kama amefuatilia sana kisa hiki. Baada ya kijana yule kudaiwa kutekwa na kutupa kule eneo la Katavi, kama sikosei, alipopatikana alifanyiwa mahojiano na yako recorded, akiwa na akili zenye kumbukumbu -kumbu ya mambo mengi makubwa ya msingi, na sitaki ku reveal baadhi ya vitu vya msingi lakini kwa kifupi sana alisema, na wengine mlifuatilia preliminary, nilitekwa na washikaji ambao siwajui. Naomba ujenge tabia ya kusubiri. Alitamka nimetekwa na washikaji ambao siwajui. Hiyo wakati baada wakati ya miezi mitatu baada, tatu, baada ya miezi mitatu kupita hmm. Baada ya miezi mitatu kupita, kuna mtu anajitambulisha kama whistleblowers. Akawa anaandika kwenye mitandao kwamba aliyemteka Sativa ni X ambaye anafanya kazi ofisi Y, anavaa t-shirt ya Simba na yeye ndiye aliyemchukua yule bwana na kumteka. Baada ya pale akaibuka Sativa Akasema aliyeniteka na mjua namjua. Akapita kwenye maneno yale ya social media na kueleza jambo kama anavyolieleza. Mm, lakini ndugu, mm, ndugu yangu a human being is always subject to distortions. Jambo hili linachunguzwa na watu wenye akili, wanazuoni, wanasheria na mamlaka za kisheria zitatoa maamuzi juu ya jambo hili uchunguzi utakapokamilika. Miongoni mwa makosa tunayoyafanya ni kufanya assumption ya mamlaka ambayo sio yetu. Kuna wakati makundi haya ya wanasheria yanageuka kuwa mahakimu. Kuna wakati mamlaka haya wanazuoni hawa wanageuka kuwa legislative board, wanatunga sheria wakati wanajua kama mnavyoeleza hapa kwamba hawana mamlaka hayo, wanaburudisha watu. Na kuna wakati mamlaka hizi na wanazuoni hawa miongoni mwetu tunageuka kuwa prosecutors na investigators, kwa kukusanya ushahidi wa kwetu kwa mlengo wa kwetu hmm. Lakini Kamanda, kwa kifupi sana nawakumbusha hmm, na warejee hotuba ya mwenyekiti wa TLOS hmm. Warejea hotuba ile mm. tunataka so, kujenga nchi hotuba ya, ya, ya mwenyekiti wa TLS. Naomba nimalize mm. tunataka tujenge nchi hii mm. kwa misingi ya kisheria mm. kwa kutumia mamlaka zilizopo na tujenge tabia ya kuheshimu mamlaka zetu mm. Umeeleza hapa ya kwamba maujiano ambayo mlimfanyia eh, Satifa alikiri ya kwamba alitekwa na washikaji hao, washikaji ndio walimpeleka kituo cha polisi Bay, kama ambavyo ametaja sitaki kwenda sitaki, sitaki kwa kina kwa sababu shauri linachunguzwa sitaki kwenda kwa kina kwa mfano amesema ku, kuna karakana sasa mimi nikikwambia kituo changu cha polisi hakina karakana utashangaa sitaki kwenda kwa kina jambo hili linachunguzwa linahitaji utulivu ni swala linalotafuta justice kwa hiyo hakuna ubishi hakuna ubishi juu ya tukio lile aliyolieleza la kutekwa. Ubishi ametekwa na nani? Na ndio maana uchunguzi unafanyika. Kwa hiyo maswala ya kusema Ostabai polisi kuna karakana, hakuna karakana, kuna watu wanafuatilia. Kwa hiyo nisingependa ni disclose baadhi ya mambo ya msingi makubwa ambayo shauri linachunguzwa na, na tukaanza kudiskasi jambo wakati muhusika hayupo. Muhusika ameeleza hmm hapa yeye mwenyewe na wewe ukiwa unamsikia na ulikuwepo hapa na ameeleza wazi ya kwamba eh, waliomteka ni polisi na walimpeleka mpaka kituo cha ustabei kama ambavyo nimesema nime, eh, Kamanda Muliro, wewe unasema hapa ya kwamba mlimfanyia mahojiano na akakiri ya kwamba alitekwa na washikaji. Watanzania wanaotufuatilia sasa hivi, hayo maelezo, wamwamini nani? Je, wamwamini muhusika ambaye alitekwa na anakiri ya kwamba alikuwa na akili zake timamu na alishuhudia alikopelekwa ama tuamini E, jeshi la polisi kupitia kwa Kamanda Muliro ya kuwa e, e, alif, sativa alikiri kwamba ali, alitekwa na washikaji. Hayo maelezo nimekueleza kwa kifupi sana. Sisi ndio wachunguzi wenye mamlaka ambayo tumeshughulikia jambo hili. Sisi ndio tulimwokoa, ndio maana sitaki kubishana sisi ndio tulimwokoa kule Katavi, tukampeleka kituo cha polisi e. Sasa hizo una prejudice, una hukumu e. Sasa tuli, sisi jukumu letu baada ya taarifa ile tulimwokoa yule mhusika yule. Sasa kama unataka au hautaki, lakini sisi ndio tulimwokoa kule, sisi ndio tulikaa naye, sisi ndio tulimhoji kwenye hatua za kwanza sisi ndio tunajua kwenye hatua za kwanza alisema nini, hatua ya pili alisema nini, baada ya miezi mitatu nyie baadhi yenu kuandika kwenye social media amesema nini. Kwa hiyo hatutaki kubishana juu ya hilo, lakini kwa kifupi sana, shauri lile linachunguzwa na lazima tutafika sehemu nzuri kwa ajili ya kuhakikisha kwamba, section 5 subsection 2 ya Tanzania Police Force and Auxiliary Services Act, sisi kazi yetu ni kuwalinda watu sio kuwamaliza watu. Huo ndio mtizamo wa sheria na sisi ndio jukumu tunalolifanya. Sisi sio watu wajinga na wapumbavu kwa kiwango ambacho ninyi mnadhani au mnafikiri polisi wa Tanzania ni watu, na jukumu letu tunalitambua kama alivyosema rais wa TLS. Kwa hiyo, kuhusu swala la sativa ambalo nadhani wewe labda ni interested party, kwa sababu ndio kuna maswali mengi kwa kifupi sana nataka niishie hapo. Asante sana. E, siko hivyo unavyosema. Ni mambo ya msingi ambayo ameyasema hapa, na tumeuliza kwa niaba ya watu walio wengi. Tunapokuwa tunatamatisha, Kamanda Jumanne Muliro, e, kuna baadhi ya watu ambao sasa wanasema ya kwamba e, wanaohusisha jeshi la polisi na matukio kama haya. Je, unakubaliana nami na kwamba sasa inatakiwa kiwepo chombo ambacho kiko huru nje ya polisi ili kudili na uchunguzi za kesi zote ambazo raia wanalalamika kuwa polisi ndio wahusika. Nilitaka nikukumbusha jambo moja, naam, ya tabia ya kuheshimu vyombo vyetu, kama vile tunavyotakiwa tujenge tabia ya kuwaheshimu wanasheria wetu, tabia ya kuheshimu majaji wetu, tusirudi kwenye ukoloni, tusirudi kwenye koloni wa hangover. Wapo watu waliosoma vizuri, lazima tuwaheshimu. Mamlaka hizi zimefanya kazi kubwa sana, pamoja na dosari za kiuchunguzi dhidi ya baadhi ya watu ambao wamepotea au kutekwa, lakini ipo idadi kubwa ya watu waliotekwa na kupotea wamepatikana, na zikiwepo sababu mbalimbali mbali, tofauti na mitizamo ambayo inaelezwa ambazo zimetolewa. Zaidi ya watu 37 kwenye rekodi walipotea wamepatikana, na kwa sababu tofauti tofauti. Kwa hiyo, tusipojenga tabia ya kuamini vyombo hivi Ipo siku itafika, hata members wa TLS hawataheshimiwa, wanasheria wa Tanzania hawataheshimiwa kwa sababu tabia ya, ya makosa ya namna hii hutembea mpaka chini. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kurejea pale pale, kuna mwaka fulani, miaka fulani, ilifika kipindi sio kwa makosa ya kuteka au watu kupotea lakini kila jambo lililokuwa likifanyika watu walikuwa hawaheshimu TAKUKURU, hawaiamini. Watu walikuwa hawaheshimu polisi, watu walikuwa hawaamini wanasheria wa serikali, hata wanasheria binafsi walikuwa hawaaminiki. Walikuwa wanataka tume na walikuwa wanataka hata tume kutoka nje. Hatuwezi kurudi huko, lazima ifike sehemu tujiamini, na kama jambo limetokea kama hivi, tunakaa tunajadili tunatumia akili zetu mpaka tupate suluhisho, lakini si swala la kukimbia. Nakushukuru sana, nakushukuru sana kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Jumanne Muliro. Uh, sasa tutakupa eh, muda sasa wa kuweza kutoa hotuba yako ambayo kimsingi ulikuwa umeandaa, lakini kabla ya hapo shikilia kidogo. Mtazamaji kama kwanza unajiunga pamoja nasi, haya yalikuwa ni mahojiano ya moja kwa moja na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, kamanda Muliro Jumanne, ni Muliro ambaye tumezungumza naye hapa, tumezungumza mambo mengi lakini vile vile kuna maoni ambao wachangiaji mbalimbali wameweza kuchangia hapa, na sasa tunampa nafasi eh, ya kuweza kusema sehemu ya hotuba yake na zaidi. Kukusii tafadhali endelea kuwa pamoja nasi mpaka pale tutokapo fika tamati. Mie ni Chifo Demba na mkutano huu ama kongamano hili limeandaliwa na TLS. Babina mabwana, sasa kwa mara nyingine tena naomba nimkaribishe kamanda eh, wa polisi Jumanne Muliro aweze kutoa hotuba yake, na naomba tumkaribishe kwa makofi mengi sana tafadhali. Asante Kamanda, karibu sana. Rais wetu wa TLS